Karibuni sana kwenye kipindi chetu cha Dada Senta. Mm -hmm. Barabara yetu eh? mm. hapa ya kwenda kwenye mafanikio yetu, tunakwenda si ndiyo, inaitwa Dada Senta, huku tunakwenda kufanya kazi na kupata mitaji. Na hapa tunajovita ameshamaliza mkataba wake na Dada Maria. Dada Maria amepangiwa Arusha, Jovita yupo hapa Dar es Salaam. Hongereni sana kwa kumaliza mikataba yenu. Dada Faima ndio amekuja kuomba kazi, lakini tumempeleka sehemu kwa ajili ya kazi. umekaa wiki moja eh? wiki moja na siku tatu. Umerudishwa? Umerudishwa au umerudi? Ni we mwenyewe, mwenyewe umeamua kurudi, umeamua kukatisha. Utatuambia ume ume sababu, lakini kwanza tuanze na wadada uh, wetu ambao wamemaliza mikataba, then tuje kuangalia wewe uliamua kukatisha mkataba wako. Shida ni nini au kutoka kwa bosi ambaye tulikuwa tumekupangia? Haya, Dada Jovita Mm -hmm. Ha, hivi ulikuwa dada wa mwezi katika kipindi chako cha mwaka mmoja, ulitunukiwa hey, dada wa mwezi hey. na we ni traditional yeah, mara chache sana wadada traditional wanapataga hiyo tuzo, ndio maana nimekukumbuka. Wengi mm -hmm. wao wanakuwa ni smart kuendelea. Hongera sana, umemaliza mkataba wako. Asante. Hey, ulikuwa na malengo gani wakati umekuja hapa naje? Umeyatimiza? Ndiyo, nimeyatimiza. -hmm. nilikuwa kipindi natoka nyumbani Hmm. Kuna nyumba yetu ilikuwaga imebomoka fulani hivi, hukuta hmm. sasa kawa hamna hela ya kutengeneza, hmm. ndo nikaja. hmm. nilivyofanya kazi uo mwaka uliopita, hmm. nikawa nimemaliza kabisa kutengeneza nyumba yetu, kwa hiyo huu ni mwaka wa pili pili eh. oh, wow. mm -hmm. Basi ukamaliza kutengeneza nyumba, mkataba wako eh. wa kwanza mm -hmm. na ni traditional tu eh. mshahara wa laki moja lakini uliweka malengo ya kutengeneza nyumba yenu na ulifanikiwa. nyumba yenu iko wapi? nyumba yetu ipo nyumbani, Bukoba. Ha, Bukoba? o mm -hmm. kwa hiyo ukarekebisha nyumba vizuri pale nyumbani eh, uko nani na nani? yupo baba mm -hmm. na ndugu zangu na watoto wa ndugu, mama alisha fariki. oh, okay. mm -hmm. kwa hiyo kawa umetimiza lengo la kurekebisha nyumba sasa eh. hivi wako kwenye nyumba ambayo hai haina, haina ufa <laughs> iko vizuri <laughs> uliifanya nini ule ukuta uliokuwa karibia unadondoka sasa? mm -hmm. Nilivyokuwa naangalia vile, yani kuwa naogopa kama usiku watu wamelala, utawaangukia. mm -hmm. mm -hmm. Basi ikabidi mimi nilivyosikia lile tangazo kwenye redio, kabidi ni- ni nani nichukue namba. Kwa mara ya kwanza nikakana, nikasema ngoja tu nichukue tu mm -hmm. nikae nayo, siku naweza nikahitaji mm -hmm moja nikakaa nikafikiria, nkasema ngoja tu nipige simu nioni kinahitajika. Mm, we ulikuwa huna kazi uko nyumbani. E, shule. Mm -hmm. Shule ulimaliza kiwango gani ni, nilishaga m form form e, kwa, kwa sababu fom nilikuaga si na ile ada ya kuendelea, ada. Jamani, mbona shule zimekuwa ni bure mda mrefu sasa Ilikuwa na we unaonekana mdogo. elfu mbili kumi na tano ilikuwa bura? Haijaanza, ndo ilianza elfu mbili kumi na tano na wewe na shule ulikuwa ni lini hapo? form two, nami ndo nikuwa naingia nime, nime- nipo form two elfu mbili kumi na, ta, na, na tano hiyo ambayo bado mambo ya elimu buri yalikuwa haijachanganya ya vizuri eh. Kwao kuna hela ulitakiwa ulipe eh. mm. Basi nkaona sio shida mm. Ndo nkaa nkakaa nikaa nimechukua hiyo namba nikapiga, wakaniambia kinachotakiwa nikawa nimetafuta, hivyo na nilii vinavyotakiwa, nikaa nimekuja kakaa paka kama nilikaa siku mbili mm. ya tatu ndo bosi akaja akanchukua mm. Nikaenda kwa bosi nikakaa Nikakaa huko mwaka mmoja, lakini kabla ya mwaka mme wa bosi wangu akawa amefariki. Bosi wa kiuma akawa amefariki hiyo mm, miezi mie, sijui ulikuwa mwezi mmoja hapo akawa eh, mm, amefariki. Basi nikabaki na huyo bosi wa kike mm. Tukaa tunaishi tu hivyo vizuri, ni hivyo maliza mkataba wangu wa kwanza, akasema usiondoke, mi nataka kubaki na wewe mm. kamwambia sawa, akasema twende tu nikalinyuu mkataba, akasema sawa mm. tukaja tukalinyuu tena mm. E, tukakaa ndio tena ndo mkataba wangu umeisha mwezi wa tisa huu wow. Yeah. Hongera. Wow. Asante. Kwa hiyo ule wa kwanza ulitengeneza nyumba, huu wa pili yeah. Huu wa pili nkaa nawga nikasema nikimaliza, kwa sababu mm. nilikuwaga nashonashona shona. Mm. kuna nikasema nikimaliza nijiendeleze kushona maana nilikuwa sijajua vizuri mm. kwa hiyo nikinani hapa, nikajiendeleze mm -hmm. nikijua mm. nikaniwezangucheleani yangu mm. Kwa hiyo umeshapata hela za kujiendeleza na kununua e, cherehani. Mm, una hela zipo eh? Hela ninayo. Okay. Kwa hiyo ndio yalikuwa malengo yangu hayo. Wow. Mm. Ah, Dada Jovita, hongera sana. Asante. Ya sisi Wadada Center tupo. Kazi mm. yetu kubwa ndio hiyo. Tunapenda kuona wadada wenye ndoto wanapata sehemu ya kutimiza ndoto zao. Wewe uliona mm. nyumbani kwenu kwanza nyumba ina shida. Ukaona na ningetamani nirekebishe nyumba yetu. Kwa hiyo mm. ukasikia fursa zetu ukaja kufanya kazi na Mungu akasaidia, ukamaliza mkataba wa kwanza na nyumba ukairekebisha, na mkataba wako wa pili umekusanya mtaji wako, unaenda kujiboresha katika ujuzi wako wa ushonaji mm. na kuendelea kufanya biashara ya kushona. Hayo eh, kwetu sisi ndio mafanikio makubwa sana. Yaani tunafurahi kuona hilo, ndio lengo kuu na kusudi kula mradi huu Eh, yani ni kumwona dada kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine mingine, kabisa. Kwa hiyo sisi tunakutakia kila la heri na tunakupongeza kwa kuwa dada mwenye ndoto, na tunaamini sasa unapokwenda kwenye hiyo hatua ya kwenda kwenye ujasiriamali mm -hmm. Mungu atakufungulia milango e, ili sasa uweze kuendelea kufanikiwa. Cha muhimu umeshajua kwamba we kama binti unatakiwa kukaa kuwa tegemezi mm -hmm. Eh, unatakiwa ujishughulishe na pale ambapo utaona una changamoto Wadada Center umeshaijua na mm, sisi tunazidi kuwapambania. Sasa hivi mishahara ya traditional sio laki tena, we umekuja kipindi cha mishahara laki moja. Sasa hivi mm, wenzako wanaoendelea wanaokuja wanapata mishahara kidogo ya laki na nusu okay, yeah, kwa hiyo hata ukiwasikia wasichana wenzako ambao nao wako kwenye changamoto mm, nafikiri una kitu cha kuwambia kwamba yeah, mi nilipita sehemu na nyie mnaweza kwenda, pana usalama eh, mm. na, na, na haki zenu zinalindwa cha muhimu ni muweze kutoka katika umaskini. Sisi hicho ndio kikubwa ambacho tunataka kupambana nacho. Na shukuru. Haya, karibu, wasalimie sana nyumbani, usitusahau. <laughs> Eh, ukawe balozi mm. wetu ukirudi kule Bukoba, eh, eh, ukawe balozi wetu wa Wadada Senta. Mm. Yeah, karibu sana na hongera sana haya.